Drama on the bed. Yo, mambo vipi? Karibu sana kwenye new episode nyingine tena ya Ghetto Podcast Behind the Hits, na of course unajua ukizungumzia producers na mageto yao of course, mageto yao mara nyingi huwa yanakuwa ni studio na anakesha studio, au sio, afu anatengeneza hits ambazo tunakuja kuzienjoy baadaye. Today niko na Fox MD. Fox MD ndo producer ambaye amepeleka ngoma ya Bongo Flava kwa mwaka huu so far 2025 kwenye chati za Apple Music Nigeria. Top 3, imagine track ya God design ambayo ameitayarisha Fox Made It iko tu hapo. Lakini imagine sasa hivi tunavyozungumza, video yenyewe tu ya God, ya God design ambayo imetayarishwa na Fox Made It imepiga views milioni moja within a day, sio kitu cha kawaida. Inakuaje Fox? kama kaa mnya mwezi e bana, kama kaa. Kwanza ongera sana, my sana kwa kwenye, kwenye chats kubwa kama kile kitu ambacho nilikuwa nakiota au nakipambania miaka yote kinawezekana na kina kimeshaweza, yani kama kinazaa matunda, kwa hiyo amba kwa i so <coughs> Okay. Na, na ah yeah. la mm. yani, yeah. na mm. yeah. Nakumbuka mimi kwa geto langu la kwanza mimi jua nimesoma Dodoma hiyo dogo ah, lakini okay. Kuwa na geto Dar es Salaam Kigamboni hmm. Na nakumbuka nilikuwa naishi na marehemu pacha yangu shafariki oh, So mrembo tulikuwa tunakaa godori kwa iliko chini Kigamboni, alafu kipindi hicho chumba cha elfu arobaini nilikuwa na PC na kinanda ambacho nilinunua nikiwa chuo PC, alafu nilikuwa natumia sabufa mpaka leo nayo sabufa ambayo, kwa hiyo hata naweza kukuambia tangoma ambayo nimetengeneza kwa sabufa inaitwa inaitwa sawa ya Baraka de Prince, ah, na kuna okay, pole ya kusa hiyo ngoma sijatumia mi monitors za studio yes ukatoa jambo mambo yakaondoka yeah, yeah, yeah. Noma sana. So leo tunataka tu preview baadhi ya tracks ambazo umezitengeneza zikawa ni hits. Okay. Before, before, uh, ujaanza kwenye God Design ambayo ndio ndio of course imetufanya tuje tumjue huyu Fox made it. Yeah. Ni mtu wa design gani? Yeah. Ipi ni, ipi ni ngoma ya kwanza ambayo ulifanya na Jux? Uh, na uliweza vipi ku link up na Jux ukafanya naye kazi? Ngoma yangu ya kwanza kufanya na Jux ni sina neno Ah. ambayo imetoka nadhani. mm -hmm. Uh, na aliyenikutanisha mi na Jux ni Mnyamwezi kabisa baba yangu imetaga Bob Maneke, okay. Bob Maneke nikutana naye studio kwake Sinza, nilimpeleka mwanangu itwa D-Love kurekod. Kwa hiyo Bob Maneke aliniambia tu kuna siku nitakupeleka kwa Jux, alafu sasa funny enough, watu ambao wajui kwamba Bob Maneke akonipa namba yake akaniambia kwamba utachukua namba yangu kwa, kwa rafiki yako so like,

Noma sana. Ngoma ya kwanza umesema ni sina neno ulifanya na, na, na. Behind that track. Kuna stori gani ambayo tuifahamu? Hebu hebu kidogo tu, tuone sina neno hata kwenye, hata kwenye YouTube kidogo tu tukaona ile sina neno kwa mtu ambaye hiindo ah, okay, okay. Okay. Uh, yeah, hii sina neno. Cha kwanza sikupaswa kutengeneza mimi. Okay. Alipaswa kutengeneza S2Kizzy. S2Kizzy alikuja studio lakini, hmm, nadhani tu na ni kitu ambacho kama kimepangwa kwa sababu I was in the studio nikapewa idea ya chords. Nikapiga kwenye kinanda, hmm. Jux akaanza kuingiza. Kwa hiyo Jux alivyoingiza nyimbo nzima, mimi nikawa tayari, nimeshafanya kila kitu, nimeshapiga vinanda. Kesho yake nikaamka asubuhi nikaongezea vitu ambavyo nahisi vitavileta feeling kwenye nyimbo. Kitu kingine hmm. sikuwa na tag kwa hiyo nyimbo watu wengi wanajua ni Bob Maneki. Eh. Yeah, kwa sababu Maneki amemix ngoma. Kwa hiyo tagi yangu iko mwanzo lakini huwezi kuijua kama ni. Yaani inakuwa inapita kama French. Ah. Eh, Fox made it. Yaani fast hawezi kuelewa pako concentrate. Eh. Kwa hiyo watu wengi wanajua ngoma amefanya Bob Maneki lakini amefanya mimi. Mm. Kwa hiyo mtu amemix ngoma. Kwa hiyo that's the story behind about this song. Oh, yeah. Okay. Kuna kitu gani kingine ambacho kilikuwa labda the moment wakati mko studio wakati mna record hii track wewe na Jux? Ah, uh, sauti ya mtoto

iliondoka sana. Ni mtu design gani anapokuwa anatengeneza ngoma? Ni mtu ambaye humble, lakini ni ana vibe sana mm -hmm, lakini anatumia muda mrefu sana ku nini ku, ku ku...

Ilipopatikana? Mm. Yeah, simwachi pia, sikupaswa kufanya mimi. Achaba. Yeah. Ngoma kama kwa zote za refill mentality. Eh, za mentality. Nakumbuka siku ile tupo, it was Valentine season. Jux anataka ngoma ya Valentine. Mm-hmm. And he said like he wanted to work with Aba. Aba ni brother yangu kabisa. Lakini sasa mimi, I said I have something I can show it. Huo ndicho nilichokifanya pale studio, kuna sehemu ya waiting. Yeye ndiyo alikuwa amekaa pale. Mimi nikaingia studio, nikafungua mlango makusudi. Uh -huh. Then nikaanza kucheza some chords. Mm. nikaanza kumchukua Jux, so he came to the studio. Ndo akaanza kitu cha kwanza kwenye hii nyimbo ni ile, ndo kitu cha kwanza yani, before anything akatia melodies. Then hatukuandika usiku huo, ikawa ni usiku tayari, so akaenda kulala kesho yake we came back to the studio, tukasikiliza nikiwa mimi na meneja wangu Kwika. mm -hmm. Kuna kama ni kitu kikali. Kwa hiyo Jux alipokuja akaanza kuchora thenkowsi yeah. mm. Si mchezo na wakati mna record hii track, mm. moment, pale studio, ilikuwa vipi? ah, noma kwa kwa sababu sababu <laughs> ujue ukiwa producer afu ukaweza kumpa msanii kitu anachokitaka mm -hmm. anakuwa na vibe, anakuwa na kusifia, so ni muda wa mapenzi noma na ile bad energy to the good vibe yeah. ah. yes. okay. Sasa tuende kwenye track yenyewe sasa ambayo ndio imetufanya tukasema, okay, hebu tuje tu, tuangalie kwanza unyama alivyoanza, yeah, yeah. kutengeneza beat kwanza yeah. au sio mpaka idea yeah, yeah. ikapatikana yeah. na ilikuwa ni katika kipindi gani? mm. yeah. Yeah. Yeah. Kitu ilikuwa e, ni, ni muda wa mapenzi afu mimi pia nilikuwa kwenye penzi zito, nakumbuka <laughs> <laughs> kwa hiyo kumbe ma feeling e, yaliongezeka. yeah, feeling ilikuwa nzito sana yani, feeling iliongezeka hmm. na hii nyimbo nadhani pia identity yake ya saxophone, saxophone ikapiga mshikaji fulani wa Kenya. okay. e, kipindi kile kuwa bado sijawajua tu wapiga saxophone wa bongo kwa. uh -huh. saxophone yake apiga mshikaji wa Kenya kwa hiyo hmm. it's a nice song, na mimi ni moja ya favorite song yangu kwa sababu nakaandika yeye yote yeah Nice hay hmm. God Design. Yes. Kwanza ilikuwaje? Moment ni, ni idea ya kwako mwenyewe ulikuja nayo kwa maana ya sound hmm. na ilikuwa ni katika kipindi ambacho tayari Jux alikuwa kwenye mahusiano mapya na, na na, na, na, ile Priscilla hmm. how is it ah, cha kwanza nianze kwanza kumshukuru Mungu you know, it's not simple, it's not not simple easy hmm. kutengeneza nyimbo ambayo inafanya vizuri Afrika duniani I can say that. mm -hmm. Kwa kijana ambaye mimi ni mpya, mi na miaka minne kuona kwamba msanii wangu ambaye nafanya naye kazi ambacho kitakuwa something West Africa. mm -hmm. you know, Africa the elements elements flying so, lakini pia sikuwa namfikiria yeye kwamba Jux need to do this. uh -huh. kama kaida yangu Jux ameka <laughs> uh -huh. kaka pale waiting area ninafungua mlango I started with the percussions. uh -huh. and nakumbuka that that day manager alikuwepo, so nikaanapiga percussions percussions. uh -huh. so, ni nikaanapiga then codes nikaanapiga codes Um, nikapiga hata zile kodi ambazo nilifanya a zisikia e alioka nyimbo kwenye, kwenye beat. Amechangia sana, then tuka tumerekodi tuta, tuta, tuta zo, zote aka tumeishia hapo demo ya kumi. Kwa hiyo hii nyimbo mara kwanza ikuwa nitwa wangu. Uh-huh. Then tukachenji nyimbo ikaitwa nimempata, then tukachenji jina ikaitwa let them know, ndo mpaka God Design. Kwa hiyo Jux, hii nyimbo ina verse zote kabisa, vesi ya kwanza, vesi ya pili na kola sio hiyo. Na ukitaka kujua kama kola sio hiyo, hata ukiingia Instagram kwa Jux au Instagram kwangu utaona the first video ambayo Jux amevaa vazi akiwa na Priscilla kwenye photoshoot ya wedding. Mm -hmm. Ameposti, ukisikia kabisa unaona kabisa sio hii. Say, mm. Yeah, so, mm. Hey, so fauti kabisa ah. Yeah, lakini sasa aliyetoa jina la God Design aliyesema kwamba tuite ni fino fino Ray, ndo yeye alitaka awepo msanii wa rap mm -hmm. Lakini hatukuwa tunajua ni nani, then wao walisafiri kwenda Nigeria mm. Sasa, walivyoenda kule timu yetu na timu ya Fino ikawa imelinkup. Yeah. So, kamemwambia kwamba, uh, we have some different song tunafanya ipi? Kwa hiyo tuambe tukutumia foni nyimbo gani ambao anaweza kakaa. Wezi amini alipopewa hiyo nyimbo kasema I want to be in this track. Na alitumia dakika thelathini kuandika vesi na kurekoda. Oh. Yeah, so aliipenda nyimbo kwa sababu vibe. Kwa hiyo I can say that kwa, hatu, kwa sababu vesi yeah okay, na alivyokutumia vesi

bigi na mama wasaidiana kuandika mm -hmm. I mean, kusasa si lugha yao lazima yeah, atoe maneno kwa hiyo kwa, kwa... Kwa, kwa ni ngoma ambayo Priscilla na Jux wameshiriki. <laughs> <laughs> <laughs> <Kwa laughs> <Awe> <laughs> <laughs> bado yani, mimi naona kama bado yani kuna kitu kina miss. Mimi nikataka iwe anthem mm -hmm. Nikaiyo ayomitide, haikuwa ayomitide, ilikuwa tu ni neno ambalo halina maana kawaja hiyo maana yake flani hivi noma sana, na Jux akaweka. Kitu gani ambacho kilikusumbua zaidi kwenye kwenye kuandaa uh, kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye track walitaka alinitumia track, akataka kuna vitu ambavyo vipo kwenye kama moja ya track yake ivyowepo, mm humu vilinisumbua sana, kwa sababu unajua Nigerians they have na vigoma wana vishikaga hapa, wanakuwa yeah, yeah, yeah. Wana, wana vipige. Sasa vina sound mule. Sasa kwa sisi hatuna vile. kwa alivyofil alivyofil alivyofil uh, Priscilla baada ya kuisikiliza hiyo track na kuona kwamba kuna mmebadilisha wa, mane, maneno ilikwaje? Hmm. Kwanza tuna rekodi, kumbuka yupo kwenye, kwenye voice call anasikiliza ah. Yeah, kwa hiyo anasikiliza and uh, anasikiliza. Sasa mziki ni tofauti, unajua sisi, sisi tuna matamshi yetu au lafudhi yetu ni tofauti na wao, yeah. Kasema mfano ayomitide, ujua sio ayomitide, ni ayomitide

Unajua hata kiwa popo, kama mfano kina Davido, kina Wizkid. Sasa sisi lazima tuitafutie hii swag ambayo itakuwa tu sawa. Ilikuwa ni ngoma ambayo mlipanga kwamba iwe ni maalumu kwa ajili ya wedding au ilikuwa ni track kama track zingine tu ambazo mnazitengeneza? Haikuwa planned kama iwe wedding song, lakini ilikuwa tu ni track ambayo tu tumetengeneza. Sasa kwenye EP ya Jux ambayo inakuja ina sound tofauti o sasa, moja ya saund ambayo ilionekana kabisa kwamba hii ni saund ya Kiafrika na ni saund ambayo inafaa kuwepo kwenye kwa ajili ya road to wedding, sound, a soundtrack kutaka tu nyimbo ambayo ina saundi ya mahadhi ya Kiafrika. Safari, mlivyoenda Nigeria, ngoma ilikuwa tayari ishakamilika ishakamilika, na na, sasa mlipofika kule, kuna track zingine ambazo kuna watu wengine ambao mlikutana nao wamesikiliza track, the feedback, yani baada ya, ya ngoma kuhu cha kwanza sijui kuhusu wasanii wengine lakini mi kwa sababu nafanya na Jux. Jux ni mtu ambaye anapenda sana kushea track zake na marafiki zake wasanii kina Diamond, Mario, uh, wengine wasanii I think producers pia akina Haba, kina Dice to Kiss, kina Moko, lazima waprei. Nadhani pia wasanii wengi wanapenda kufanya hivi, kupata maoni. Kwa hiyo ni track ambayo ilikuwa ikipreiwa kwa management, kwa family, inaonekana ni track ambayo itafanya vizuri. Kwa hiyo family kwanza sisi tu kama silebo mm, ikuwa ni ngoma ambayo ikiplaywa, watu wanakuwa na vibe nayo, wanaruka wana nini, yeah, yeah, yeah. Eh, kwa hiyo, lakini sasa, kwa sababu ikuwa tayari nyimbo ishakuwa on plan mm, tu, mm. even Nigeria tu, sio kwamba kuna watu wasikilizishwa wala nini, hapana, mm. kwa sababu tayari ishatiziwa kwenye clip ya Instagram. Kwa hiyo ni ngoma tu ambayo tulikuwa tunajua tarehe fulani ngoma yetu inatoka kabla ya rusu ah, mm. okay. Na, na, na feedback ikoje sasa, kwa maana ya kuna watu wengine ambao, wacha kucheck wewe mwenyewe direct eek like, mm -hmm. yeah, yeah, wasanii wakubwa yeah, oh. yeah, no, wasanii wasanii wanaojitafuta I mean, mm -hmm. kwa hiyo hii ni ngoma ambayo mimi imenifungulia milango sana. mm -hmm. naamini pia kupitia yomitide, God Design uh, God Design yeah, kuna mahali ambapo inaenda ku na link up na Fino pia, I think I'll have some tracks this year, au kama sio this year is Fino final. mm. Yeah. Ndo maana ukisikia hata kwenye BTS ambao nimepost leo. mm kuna maneno ananiambia, we need to link up the studio, kwa sababu yeye anasema kwamba how did you sample this Nigerian sound. Yani anashangaa kwamba mimi nilivyosikia beat nikajua ni ni Nigerian, hata comments nadhani watu wanasema tulijua ni Nigerian ndo katengeneza hii beat kwa, yeah. Nikasema watu wanashangaa kwamba imekwaje, producer wa kibongo amefanya yeah, chapa mule mule, umeua mwanangu, na nashukuru sana. Wakati unaanza kuitengeneza ulianza kutengeneza

we binafsi sasa umejipangaje ume, ume to make sure, like, mimi sasa mm. takiwa uh, levo yangu hiyo ni levo fulani sure. Kwa jinsi ambavyo hii track imepatikana cha kwanza na invest kwenye my sound yani, sitaki tu kufanya tena kawaida alafu mm. Cha pili pia mimi na ip yangu inakuja, so nimeinvest pia sound kwenye ip yangu, ni tofauti sana ukiisikiliza, itatoka mwaka huu nadhani. Uh, kingine sasa mm. Sound tu, yani, yani saundi yangu tofauti kwa sababu kwenye EP ya Jux. Jamani, jamani, inayokuja, inayokuja, jamani, jamani, my next track, hata sikoga na post, it's something different, yani, mimi kwa sababu nimeshasikiliza sound ya, ya, West, ambavyo wanafanya. Mm. They are going, yani wao wanachukua sound ambao wewe unaweza kuizania mfano mm. sasa hivi tuko kwenye bangers wenzetu hapo kwenye hip hop ukisikiliza hata Rema his beats ni hip hop afa anaimba nimejifunza kwamba sisi inabidi pia tutoke out of the box mm. to ile sound to badilishe. Kwa hiyo hiyo say I'm going to do something so so so good. Noma sana kwenye kwenye hiyo, umezungumza sana West West sound na namba ambavyo wenyewe wanafanya beats zao sasa hivi wamemea kwenye hip hop yeah. Noma sana. Ibana, I hope tumepata kitu kikubwa kuhusiana na hiyo track mm -hmm. Ya God Design, the way ambavyo imetengenezwa hadi imekamilika ni, ni hits. Na umesikia story behind the hits. Mm -hmm. Ambazo Fox kazizungumzia. Na ujio wa new EP kutoka kwa Jux. Itakuwa noma kabisa. Sana sana. Na yeye mwenyewe Fox anakuja na EP yake mwenyewe. Noma zaidi. So yeah, it's gonna be late man. I wish ku, ninge, ningepata vinanda hapo kadhaa vya God Design nikuchapie na mimi kwa kila mmoja ambaye ameitazama Ghetto Podcast today, tulikuwa na mwanetu kama ambavyo umemsikia, ume ameelezea vitu tofauti tofauti ambavyo imekuwa leo kwenye, kwenye, au sio bana, YouTube Msanuaji, kwenye chaneli yetu uweze kuenjoy hii episode.